De, basi karibu tena, karibu tena kumi na moja, kumi na moja machine, symphony to the, king maker. Mm -hmm, the changing of the destiny. Tunazidi kusonga mbele, baadhi ya matukio hatutaki kubaki sana muda mrefu hapa, tunakwenda mbele katika hatua nyingine ya kumi na moja Basi, tunakuja sasa kwa mheshimiwa mfalme. Mfalme ambaye hana raha na utawala wake, kwa sababu ana sauti. Aliuliza, haya maua ya namna gani? kama ni maua, mfalme wanamtendea uuni. Anasema nafikiri chemichemi chemi zipo juu yetu. Alipowashika le maua na kuyatazama, katika harakati za kuyanusa lemaua watu walishangaa. Mfalme alizimia pale pale. Kuna vituko vingi vinaendelea katika jumba la kifalme na mfalme anateseka kulikweli. Mfalme akazimia, baada ya kuzimia, najua ni taharuki kubwa, kama taifa wakisikia ti mfalme ameanguka. Kwa huyo ndo Queen Mother wa taifa hili alikuja kumwona mfalme kwenye madha anaitwa Munyunyu, anasema ni wangapi mmeshuhudia wakati mfalme amecollapse, amezimia. Anasema, ndio, tumesikia mkuu, lakini tutakaa kimya. Kama sasa, kama hizi taarifa zitavuja nje Ule, kila mmoja wenu atakata ushingo. Aitakiwa mtu atajue kwamba mfalme kuna jambo limemkuta, maana mfalme na maadui, watu wasijue kwamba mfalme amezimia. Hii itakuwa siri ya jumba la kifalme, lakini siri lazima ivuje. Mara kuna watu walitegemea hicho kitu kitokee, wakatengeneza mpango sasa kwa waziri mkuu wanamwita No Ga, wanasema ana mfalme ataweza kusimama tena katika kipindi chake chote cha maisha talala kitandani, maana wame, wame affect ubongo kwa ile sumu ilikuwa kwenye maua. Basi mtakua mkimtumia dawa, endelee kunywa tu pale mbele ndio na ndo atatuletea pia siri za kule, nini kinaendelea, maana huyo huyo princess ndo anamtumiaga pia kuja kuchukua taarifa huko. Maskini mfalme hatuweza kuamka tena. Princess alipotumwa alikuja kuona hali hii, ni babake mzazi. Analijua hilo lakini, binti nayo iko chini utawala, yaani wote na babake wameshikiliwa. Aliona hatima babake iko karibuni kufa, hatuweza kusimama apa tena katika maisha yake yote. Alisema baba nasikia kuumia sana napokona kwenye yale kama hiyo kamba. We Buryongi, umetumwa kuja kupeleleza habari za mfalme anasema pana mama. Sasa hizi habari zikivuja, jitahidi kufunga mdomo wako kuso bari ya baba yako. Wewe ni princess ndio, tunajua Kimon family imekushikilia, lakini pia uwe na akiba kwa ajili ya ufalme. Binti anasema ndio mama, tajitahidi kufanya hivyo. Basi. Jamaa ndo mara yake ya kwanza pa mjini ameingia mahali akaamua kupiga supu. Eh, ile msela alisaidiwa jana si ndo akamwona jamaa. He, wewe, we jamaa anamuita bongu. Eh, je, wewe mkuu? Wewe si nale mtetezi shujaa. Si jamaa yangu bwana wewe. Minito palong au bongo.

kwa hiyo nimeamua nikuzawadie tu jamani. Ah jamani, kuta na wewe nini? nao naongea ongea, mdogo wako mdogo, kitu gani? wewe tu umekosa watu wa kuhudumia huko? umemwona huyu ndo, ona wivu wewe. toka hapa fala mkubwa wewe, unafanyaga ga mitiani kila siku na feli. Wewe utapata kazi sijui miaka kumi na feli mitiani tu. Unyamali kujaga town kusoma na feli kila siku miko hometown. Ah, miko mtu asiye na makazi na. Ah. Tamireke kamba sista sikiliza. Iko siku nita nitafaulu mtihani nitapata kazi. Hata ukinita na kuombea kwenye hoteli yako mimi siji. Siji. Wapi wewe? Pua yako. <kuh> <kuh> Hey, dada, bwana ndio anamiliki hoteli ya kaka. Nikuongezee na chai. Subiri. Jamani, shangaa mbona napendwa namna hii? <kuh> Msela amekaa zake bongu. Akaona hela kumbe bongu ni mwizi. <kuh> Hapo pia kuna sema kulala. Yaani ni hoteli hiyo unakula unalala pia. Sasa staili ya kulala ndo mnajipanga na mnayo kama jela. Sasa usiku watu wamechapa usingizi, bongu akaona miso ndezi. Yeye mwenyewe anatafuta pesa hapa mjini kwa tabu. Usiku akajua saa hii saa safi kabisa ya kupiga mabo. Akaplani aibe

Manakimbia na pesa. Kila kigeuke hivi mzee Manki huyo hapa. Chap. Huyo hapa. Kwa kweli una haraka sana, njoo hapa. Unaniibia? Ha? Asiwe <laughs> ni noma. Kapewa ingine ya pua. Wache wizi. Alete Hii hi, baba achukua. Nambo nisame mkuu, sore. Na nambo nisame. Ngumi moja ya pua imempa adabu. Kuyo nisame. Anachanga he. Nimepigwa na mzimu ni nimana, jamaa shapotea ghafla. Pap! Ala! Hey! Amazing, pua yangu jamani, pua imepa, ime- imepigwa mefa, imegeuzwa chapati. Alafu baadaye taiva kaa nyanya faa, mchezo ni basi. Jamaa hii huyu, ni mfuko wako na vitabu vingi. Siri ichi ndi kitabu kinaonyesha, inakufundisha e, baina siri za mafanikio tui na kupata bahati Anakumbuka namna ambavyo alijifunza chini ya mwalimu wake ticha, alipompa jukumu kama bwana jabali. Hili limeishia hapa, yaani ulikuwa ukifuata njia ikafika mahali njia ikakata, jabali limekata. Manake sasa nasema unatakiwa kutafuta njia hapo hapo, mahali ambapo hakuna njia. Jamaa anajiuliza sasa, hapa mimi nitapitaje? Jiwe limekatia hapa. Nasema lazima utafute njia yako mwenyewe. Na fundisho magumu sana. Mwenzo wako wa moyo ndo walikupelekea kufikia katika hatima hii, lakini pia bado una nafasi ya kubadilisha hatima yako, unaweza kutengeneza hatima yako mwenyewe. Jiwe limekati hapo, yani yuko ukingona afa, anambiwa atafute njia kwenda ng'ambo ya pili, chini ni mbali kweli kweli. Hichi kitabu kina siri mbalimbali za maisha, wataendelea kukisoma na kujua vitu vingi sana siri ya bahati na mafanikio. Alafu moja katika plani kuu pia ni kutengeneza njia yako mwenyewe, njia ya maisha kifeli. Jitahidi kutengeneza njia yako mwenyewe. Anakumbuka babake alikufa, huenda alikuwa na ndoto zake toka alipokuwa mdogo. Baada ya baba kufa, ndoto zikafeli, kama vile njia imekatika. Sasa anatakiwa tafute njia mpya. Nakumbuka moja katika mambo baba yake alimwambia, usilipize kisasi gawa na wajua watu walimuulia babake kwa macho, lakini baba alimwambia usilipize kisasi. Kwa sasa inamisha kichwa chako chini na uondoke. Anakumbuka pia mwanamke aliyempenda ndiye huyo huyo alimharibia ali maisha, lakini bado anaambiwa asilipize kisasi, aangalie chini. Zote ni kumbukumbu jamali kwa nakumbuka. anakumbuka bibi alimwahidi kwamba atamsaidia kwenye kesi, lakini baadaye alikuja akamsaliti tena. Mbele ya mwanasheria basi kamkana tena hadharani. Sone yonga mcheke yonga kukunsa. Tena akatoa ushuhuda wa uongo kwamba nimeshuhudia mi mwenyewe baba yake akiingiza hizo baruti kwenye ile meli. Hapa ndo anapoumia zaidi. Alafu hapo anaambiwa tafute njia ya kupenya hii abu jika kukulu. Ticha na mendo hivyo baba yako walikufa kwa sababu. Kifo cha baba yako walikuwa ni njia ya hatima yako. Nesulisika Rebo rionga ni saliti kwa kiwango na mnaela afu nasema ni ya njia ya hatima yangu kila anapokumbuka alivyonisaliti, kichwa changu kinauma sana. Nasema sikiliza, ungelimfuata ile binti angelikufa, lakini alifanya vile kunusuru maisha yako, kao kijua kwamba hatima yako haijakamilika bila huyo binti. Pia kila siku amekuwa akielewa zaidi kadiri siku zinavyozidi kwenda. Tasiku alipomwaga mwalimu, alimwaga mwalimu akiwa tayari ameshaelewa atasahau kuhusu habari ya kulipiza kisasi kwa muda kwanza, mpaka aelewe. Ndo maana ya kutengeneza njia yake mpya, ama hatima yake mpya. Kwa hiyo kuhanyangi kwa kusudi maalum, na lazima lile kusudio lake alitimize, lazima atimize kusudio lake lilomleta hapa kwa gharama yote. Tunazidi kusonga mbele 11, tunakwenda katika sehemu 12 kumi na mbili, bado tuko sambamba, kitu na kitu, Kingmaker